Dereva wa matatu hii ya kampuni ya Kijabe Raini Sako alishindwa kuidhibiti na kusababisha ipiduke na kubigiria mara kadhaa katika eneo la Kamadora, Limuru, kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Watu saba walifariki. Accident imesababishwa na driver kukuwa, alikuwa kwa speed na simu. Ingewasihi tu mad, madraiva Kenya hii watembee, waende ile mwendo wa inastahili, waweke ile distance inastahili, inastahili na wasikue kwa simu Ajali ya leo imetokea kilomita chache kutoka ile iliyotokea jana na kuua watu watano. Chanzo cha ajali ya jana ya Manguo ni gurudumu la gari kupasuka. Ile ilikuwa inateremka, kulikuwa na pickup ilikuwa mbele yake, alikuwa anajaribu kuovertake. Sasa katika ile harakati ikatoka mguu gari yake. Kamanda wa polisi wa Limuru Merikashie sasa anawataka madereva wote wamakinike, hasa msimu huu wa mvua kubwa, ili kupunguza vifo barabarani. Wito huo umeugwa mkono na baadhi ya wanaotumia barabara hiyo, pia tungeuliza the Ministry ya Transport and Communication. Wanastahili sasa warudishe zile maneno za Michuki, watu wabebo wale wanastahili, madereva wa, wa, waende ile spidi inastahili ya 80 na pia wasiende wakikuwa na maneno ya jiro na simu. Majeruhi akiwemo Esther Jiro ambao wanauguzwa katika hospitali ya Tigoni wamesimulia kilichojiri uh, ya nyuma so nikapata, kuna majamaa wanajaribu kumua hiyo mlango uh, didisha, ndio sasa wakanitolea waka, waka, waka hapo. Then wakaendelea kusaidia watu wengine then ajali hizo bila ambazo zimesababisha vifo vya watu kumi na wawili imetokea siku chache tu baada ya familia moja kutoka Limuru kupoteza watu saba katika ajali iliyotokea katika barabara hiyo ya Nairobi Nakuru. Jao Kinudia, runiga ya K24 Kiambu.